Bosi, unajua wewe ni bosi wangu sasa. Ukianza hii unajua mambo ya boss kando, unajua nilikuwa yeah, nachunga kuku hapa aah, ati hizo kuku zinaweza kuwa zako. Um, lakini bibi yangu bibi yangu unajua ataambiwa na watu majirani, unajua sasa itakuwa picha mbaya. Tunacheza chini ya maji, unipe ni kuku Siku hizi wanataka nado naakaaamnakanaea e na pesa. Just say yes na nikupatia hata ATM. I I love you. I love you so much. Just go and think about it. I need an answer. I love you. Hey, nini kwambia

Two years, and they change all of si lakini, unajua mi pia familia yangu familia na mavyangu hataninii vibaya alafu ni boss wangu, bossi weke kando, najua atangalianajehatanajua tukifanya hizo vitu itakuwa

Wewe ni bosi wetu, si ndio? wae ana anakufanyia kazi, hey! Umesikia tunahangaika kuna kitu tumekuitisha umesikia, tuna tunalala njaa, tunafungiwa nyumba, atufungiwi nyumba, tunakula alafu wewe Hivi ndio unakuja? Eti unakuja kufanya kazi, si ndio? Alafu unakuja kutembea na bosi. Kwa Oma nini? Mbona unaona nikifanya kitu na yeye? Ni nini, nini mlikuwa mnafanya? Hapa mbona anakushikashika? Ama unadhani sijaona? Wewe mnaona mimi nikimshika. Nimekuona. Wewe unadhani sijakuona? Wewe ulisema utaitulia tu na mimi peke yangu, si ndio? Sitaitulia mimi anipata nikifanya kitu. Si una mbona unakaa kikushikashika hivi? Wewe unaona nikimguza. Wewe unatoka huko unakuja hapa ni nini nini? Bosi sasa saa hii unaona hata hata tuma mshahara. Asipotuma atume au wache, ah, hata mimi simtaki. Kwani ulikuwa uoyo bibi wangapi? Mimi nimekuambia nataka kuoa. Nimekuja pale kwa nyumba nikakwambia nataka kuoa. Na nini unashika na kushikashika lakini bosi wewe ndio bosi wako. Bosi wako atakuja kwa kitu. Wewe unataka nisilipwe. Bosi akikuja kitu anafanya. Kupiga kisu, umeona? Kama, kama nimepanua mdomo wangu si wewe? Na wewe mambo ya we, kukuja mahali kukuja mahali penye bwana wako anafanya kazi, si utulie huko kwa nyumba? Nitakuja jioni. kazi si si yako si. ni wa mama tu huko, mkifuatana na madera mama huko, mkichunguza si. Kama ungekuwa umekaa huko hii mambo yote ingetokea wapi? Sasa mshahara utapata. Wa.. unakuja kumwambia hapa, utuombage kitu wewe? Unajua hiyo pesa inatoka ngapi na nani? Utalipa? si mwezi umeisha, utalipa? Unatoa wapi? Unatoa wapi? mwezi umeisha. Na wewe uko na kazi? sinaenda kusukana huko na wananipa pesa. Unasuka wapi wewe? Sikizo, unajua kusuka? sinaenda kusukuma mama mwenye, wewe uko na ujinga wewe. Uko uko kwa nyumba, unakaa kwa nyumba wewe, wallahi utakuwa unafanya hizo vitu zote. Niko na wewe kila mahali unaenda mimi, utashinda hapo. Hivi umecheat ridika na mimi kasi kuridisha, utaniambia eh? mimi sitakubali hiyo. Tibosi, bosi, bosi.